la alim huyu ni Sheikh Said bin Mbwana, ingawa wengi katika historia walimfahamu kwa jina la Sheikh Said bin Mana. Sheikh Said bin Mana alizaliwa mwaka 1860 katika kijiji cha Kiungoni, ukanda ule wa mashariki ya wilaya Wete, baadae, ya Wete mkoa wa Kaskazini Pemba, na baadaye ikawa nyota ya elimu ya dini iliyokuja kuangaza katika visiwa hivi vya historia kubwa ya dini ya Kiislamu ndani ya bahari ya Hindi. Sheikh Said bin Mbwana alikulia kijijini kwake hapo Kiongoni na kuanza kujifunza kuogelea katika bahari ya elimu ya dini ya Kiislamu kutokana na miongozo bora aliyoipata kutoka kwa mashekhe zake na maulamaa waliovuma katika zama zake na katika ukanda huo. Hao ni pamoja na Sheikh Abdurrahim Mahmud, Sheikh Said Bukhamis, Sheikh Juma bin Hamad Mapacha Waole na Sheikh Said bin Bahma bin Ahmad Sibawaihi. Kupitia maulama hao, Sheikh Said bin Mbwana akiogelea katika bahari za fikri, tafsiri ya Quran, tauhidi swarfu na nahau katika lugha na hasa lugha ya Kiarabu. Sheikh Said Mbwana ama Said bin Mana huyu tunayemzungumza, alikuwa ni mwenye kipaji kikubwa katika maarifa ya dini ya Kiislamu kiasi ambacho alionekana kila upande wa mikondo ya elimu hiyo akiweza kuogelea apendavyo ilivyo sheria ya dini ya Kiislamu Sheikh Said bin Mana aliowa na kupata watoto watatu ambao nao walikuja kupata mirathi bora kabisa ya elimu na nuru ya Uislamu kutoka kwa kipenzi baba yao bin Mbwana. Watoto nao wakawa wanafunzi, lakini miongoni mwa wanafunzi wakubwa wa Sheikh Said bin Mana ni Sheikh Ali bin Muhammad wa Kiungoni, Sheikh Abdallah Bukhamisi wa Tondoni Sheikh Ayub bin Khamis wa Wingwi na Sheikh Rashid bin Juma wa Kiungoni. Historia ya ulama huyu iliambatana kwa kiasi kikubwa na maisha ya hapa hapa katika nchi. Na hivyo elimu yake ilitegemea zaidi mashekh na ulama wa ndani ya Zanzibar. Na hii pia ikapelekea sehemu kubwa ya maisha yake na juhudi ya kupata riziki zake za halali akitegemea sana kilimo na ufugaji kama ilivyo asili ya maisha ya watu wa jamii hizi. Sheikh <tune> <tune> Said bin Mbwana alishiriki katika mashauri mbalimbali mbali ya kijamii na ya kisiasa na hasa katika fikra za kimaendeleo. Na katika kufahamu zaidi, Ramadhani Zanzibar ilifanya juhudi za makusudi za kuwapata wale waliomfahamu Sheikh Said bin Mbwana. Sheikh Matari wa Kisiwani Pondeani hii ya Chake Chake Pemba alimfahamu pia Said bin Mbwana, na hapa anaeleza: umri wangu sipungui miaka sabini nakuhusu Shekhe huyu Na Saidi Mbwana, mesi kuwa mtu wa kule sieshi, si kule. Kumjua kwangu, mlimjua alipokuja kuwa akihutubia mikutano ya siasa Chake Chake, chake aliwahi kuingia kwenye siasa chake, akaja kahutubia mikutano, ndo nikamjua Shekhe Saidi Mbwana <coughs> Sheikh Said bin Mbwana ama Sheikh Said bin Mana alikuwa tegemeo kubwa katika ukanda wa mashariki na kaskazini yote ya kisiwa cha Pemba, na hata wengine waliofunga safari kutoka Unguja na bara, akifutu masuala na pingamizi kadhaa wa kadhaa juu ya dini, na hivyo alionekana ni mtatuzi mashuhuri wa masuala yaliyokwama katika fikra ya dini ya Kiislamu. ulifanya tena juhudi za kuwapata wanafunzi miongoni mwa wanafunzi wa Sheikh Said bin Mbwana, na wakawa wakieleza ni vipi walimfahamu huyo shekhe wa mashehe zao, kama wanavyoeleza Sheikh Omar bin Khamis na Sheikh Juma bin Khamis wa Kiongoni Kimango. Mimi namkumbuka kwamba ni mtu aliyekuwa akijitahidi kuongoza elimu yake wa watu mbalimbali kutokana sehemu ya Kiongoni mpaka Mchiweni mpaka Ole sehemu mpaka si Ole mpaka Msuka, alikwenda kudurusisha kwa siku nyingi sana. Hivi namfahamu bwana huyu, ni mtaratibu mzuri na alikuwa si mtu na ghadhabu, na ilikuwa fahamu zake Aliye akimsomesha alikuwa ni maburuki sana. Ufahamu, Sheikh Hamisi, unasemaje kuhusu sheikh huyo, nawe unamkumbuka? Eh, nilimkumbuka Sheikh Said Mbwana au Sheikh Said Mbwana kwa jitihadi aliyokuwa nayo, na alikuwa anasomesha usiku na mchana bila wasiwasi na kwa bakti wanafunzi wengi alikuwa ni mabruki katika ku, kupata elimu yake. Hata hapa tulikuwa tunaye, kama tulivyoeleza mwanzo, kule Sheikh Al-Muhamedi, Sheikh Al-Muhamedi, -Muhamedi akachukua elimu hiyo na yeye akaifanyia kazi kubwa sana akamsomesha kina Sheikh Abdallah Bukhamisi, Khamisi bin Athmani, Sheikh Salim bin Athmani, Sheikh Khamisi bin Omar bin Wakili, wote hao wanachukua elimu kwake na yeye yeye, Sheikh Ali kanasomesha msikiti huu wa Kimango miaka tisa bila kuchoka, na wakachukua wa ilmu watu wengi kabisa kabisa, hata sisi tukapata katika hao wanafunzi wake. Mimi hasa nimesoma kwa Sheikh Khamisi bin Athmani na kwa yeye Sheikh Hamisi bin Omar bin Wakili <laughs> hata wisho wisho, hata kwa Sheikh Ali Muhammad nakwenda, kwa sababu hakuchoka mpaka alikufa hii ndiyo ninavyokumbuka. Na sisi tumo katika jitihadi hiyo, na namshala Mwenyezi Mungu atatujaalia khairi na atatujaalia tusichoke mpaka kufa kwetu, na namshala tutaendelea katika kuwafundisha wenzetu kwa tunachokifahamu. Shekhe, hapa katika mji huu wa Kimango Kiongoni elimu hii imerithiwa na nyinyi lakini nani hasa ambaye anaendeleza kuwasomesha Waislamu wengine ili kutega kwamba elimu hii ambayo ni silsila ya shekhe huyu mufti e, Saidi bin Mbwana? uh-huh. Kwanza anaendeleza shekhe Juma huyo Bukhamisi, nafahamu huyo pia amesoma kwa shekhe al Muhamedi na kwa shekhe Rashid bin Juma na kwa Sheikh Khamis bin Omar bin Wakili, na anaendeleza kazi mchana na usiku. Wa pili tunaye pia shekhe ya al bin salim Wachonyi, ana kazi kuanzia hapa saa ishirini na nne yumo katika kusomesha, toka hapa mpaka ana darsa Wete kwa kula Jumapili Jumamosi anaelela kule na Jumapili anarudi siku ya Jumatatu hapa, na mpaka leo hajachoka. Na akirudi huku wanasoma watu kutoka Micheweni, kutoka Wingwi. Yeye zaidi anajitahidi zaidi kuliko sia, na sisi twajitahidi. Sheikh Said bin Mbwana, ama ukipenda mwite Sheikh Said bin Mana alikuwa ni taa ya elimu iliyomurika na kuonyesha njia ile ya uongofu katika wengi miongoni mwa Waislamu, hasa wale waliopenda kupata elimu ya dini ya Kiislamu na hasa katika kisiwa cha Pemba. Kama ilivyo haki ya kila makhuluki katika uhai wa duniani, ataondoka na atakutana na kikataladha, atakutana na kile kinachotenganisha roho na kiwiliwili na pia kutenganisha watu na wapenzi wao, na hivyo kubakisha yatima na wajane, na kuacha huzuni nyingi na pia mazingatio katika maisha ya wanadamu duniani. Ulipoadia mwaka elfu moja mia tisa na sitini na mbili Sheikh Said Mbwana Almana aliaga dunia papo hapo na kuacha huzuni katika Kiungoni, kaskazini Pemba, Zanzibar na katika bahari yote ya elimu ya dini ya Kiislamu ulimwenguni. Ewe Mwenyezi Mungu, twakuomba umlaze pahala pema peponi Sheikh Said bin Mbwana Said Almana, na uwalipe malipo mema peponi mashekhe zetu wote, na utuongoze katika kheri na dini yako sote, wafuasi wao, na utupe taufiki katika kuisoma kuijua na kuifuata dini yako, Allah, dini ya Kiislamu. Amin.